Ukizitazama sifa za Sista Masubi na sifa za Baba Mtakatifu, unaweza kuona kama zinafanana. Wote walikuwa ni wapole, walikuwa wanyenyekevu, walikuwa wenye huruma, walikuwa watu wa watu, walipendwa na watu, walipendwa na jumuiya walikoishi. Na mwisho naweza kusema Mungu anawapenda, hivyo akaamua kuwachukua wote siku moja. Tuwaombee wote wawili roho zao zifike. i Mimi namfahamu sister Sista Masubi si sana, kwa sababu ilivyosoma historia yake ni ndefu. Mimi nafikiri ikitokea nikafa, historia yake tasoma laini mbili. <laughs> <Sista> metengeneza historia. <coughs> Na ninaamini hii historia imeandikwa na wanashirika tu, lakini ungempatia pa, Padi Ambrose Chacha kuandika historia ingekuwa ndefu ungempatia Padi Dominic Mugata kuandika historia yake ingekuwa ndefu mno. Ungempatia Padi Yabala kuandika historia yake ingekuwa ndefu mno, na ninahakika baadhi ya mapadi walioko hapa wengi ni wanafunzi wa huyu mama. Mimi ni mwanafunzi wake mwaka sabini na Sisi kama wanafunzi kwa wakati huo tulimpenda sana sana sana sana sister. Binafsi, nilikuwa kajinga na hasa <laughs> kwa somo la biology nilikuwa bure kabisa, na wakati naanza kidato cha kwanza tulikuwa na mwalimu mmoja sijui nikimtaje, mtakasirika. Alikuwa namwita yeye, alikuwa amefundishwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini Kiingereza cha Uingereza. Sasa akaja Sister Masubi ambaye alifundishwa Kiingereza cha Marekani. Na sisi tuliokuwa makoko sehemu kubwa ilikuwa ni kama Amerika, mapadri wa Marekani, mabradha wa Marekani, Baba barina alisoma Marekani, Baba Samba alisoma Marekani, Sister Masubi alisoma Marekani. Kwa hiyo walikuwa wanaongea American English. Kwa hiyo walipo alipoanza tulipokuwa na na baba Ugutu, yaani nilikuwa naonekana nyawili kweli. <laughs> Lakini alipokuja Sister Masubi akaanza kutufundisha kwa American English, aa alitukumbona hata sisi tulikuwa mjini labda hata sifuri au sifuri sifuri kensifri si. Lakini alipokuja Masubi ukifanya mtihani themanini, kwa kweli alitukomboa. Nadhani mimi ningeendelea na ukutu, nisingekapat, lakini sista alitupeleka vizuri na wanafunzi tukapenda biology kwa sababu ya sista, tulipenda biology lakini pia kwa sababu ya huruma yake. Yaani, hata kama mwanafunzi utaka kufukuzwa, ukienda kwa Sista Masubi atakutetea utabaki. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana vya kuongea kuhusu Sista Masubi. Tumwombe afike Kweli kabisa, sifa zilizoandikwa za Masubi katika kitabu hiki zilizosoma ndizo livi alivyokuwa. Kama kuna mwingine, kama, kama nimuulize labda uh, Dominic Mugata, labda kuna mahali wamekosea. Mimi nina hakika sifa zote zilizoongelewa <laughs> iv alivyokuwa, alikuwa mcheshi, alikuwa mvumilivu, alikuwa mtu mwema, yani kila sifa yuko Maa, yetu, epike, muku, wege, kuswabu, yesifa, niko na na ndio maana hata tukiangalia idadi yetu na kwa namna ya pekee, ah, tukitazama Mungu kwa mapando ni idadi kubwa sana, lakini wengi wamekuja kwa sababu ya sifa ya Mama Masubi, si kwamba vyeo na vyeo maisha yake na watu alikuwa ni wa ni mtu wa kuvuma kwa maisha yake na watu lakini alikuwa pia jasiri. Ninamwangalia jasiri, ameenda parokia ya Koa akiwa mwalimu mkuu wa shule ya Koa. Kwa wakati huo, bapaji James Conrad amechukua nyumba moja kwa chini, nyumba ya mapaji kwa chini ya mzee moja, walienda naye mahakamani sana sana lakini baadaye Baba James Kondo alikushinda. Sister Masubi aliingia kwenye nyumba ile kuitunza, lakini pia ikiwa kama nyumba ya mwalimu mkuu. Aliishi huko peke yake. Sasa tazama, mama anaishi peke yake eneo lako wote lalimijosi ishi na akafanya kazi yake vizuri, na hakuna hata siku alivamiwa. Na wale watu wako wake hawakuwahi kumvamia hata siku moja, walimuheshimu. Ni kwa sababu ya mahusiano yake na watu. Wao watu wa kijijini, wao watu wa shuleni, wao wafanyakazi, wao watu gani, wao wastralini, wote walimheshimu ni kwa sababu alijua kuishi na watu. Tumuombe. Lakini pia si tu kuishi na watu, ni nini alikitoa kwa wanafunzi? Ni nini alikidondosha kwa watu? Ni nini alikidondosha hata kwa masista wenzake? Ni nini alikidondosha kwetu sisi mapadri? Kuna asali ya pekee sister alidondosha, na sisi tulimfuata kulamba asali. Asali ya wema, asali ya ukarimu, asali ya lugha nzuri, asali ya kufahamu watu, sifa zote hizo naisha kwa kusema tuee Mungu mwenye huruma amfikishe. Mimi napenda vile vile kwa sasa a <coughs> nafasi ya kuwashukuru sana wazazi wa Sista Masubi, walimlea vizuri. Baba na mama, mkilea mtoto wenu vizuri, sifa za mtoto zinapodondoka zinaenda kwenu. Tunawashukuru sana wazazi wake, walimulea sista huyu vizuri. Ukianza tangu historia yake tangu mwanzo, unaiona ni historia iliyojaa wema, na haya yote ni kwa sababu ya wazazi waliomulea. Kumbe wazazi tunawashukuru sana. Lakini pia sio wazazi tu, na wale masista aliyoishi nao tangu mwanzo, tangu akiweko wake kubwa zaidi. Tuendelee kumwambia sista wetu, roho yake ifike mbinguni. Kuna mafundisho mengi aliyotufundisha sisi kama wanashirika, alitufundisha maneno mengi sisi kama mapadre alitufundisha mambo mengi sisi kama wanafamilia, alitufundisha maneno mengi sisi kama wananchi, wanajamii. Hayo maneno yake yalikuwa mazuri, tuyatumie katika maisha yetu. Hiyo busara yake aliyoacha kwetu, hiyo asari yake aliyoacha kwetu, hiyo asari tuitumie, aizuri tuiweke mioyoni kwetu, tusiisahau, tudumu nayo tudumu naye. Tumeona alipenda ushirikiano, alipenda umoja, alipenda umoja na alisisitiza umoja, alisisitiza amani. Alikuwa ni mtu akupenda amani, akupenda vita, akupenda akuwa mkurufi. Alitaka nyakati zote tuwe watu wa amani, na alitaka nyakati zote sisi tuwe watu wa furaha katika hali hiyo hiyo, katika mazingira hayo hayo, na sisi tudumu kuwa watu wa umoja, kuwa watu wa amani, kuwa watu wa furaha. Maneno aliyotuachia ni tunu, maisha yake ni tunu kwetu, na tuna haki ya kuzidi kumshukuru Mungu kwa yeye kuwa mmoja wetu. Jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Katika injili tunaambiwa kuna hizi heri. Nani? heri maskini wa, heri wenye huzuni, heri wenye njaa, heri wenye kiu, heri wapatanishi. Ndugu zangu, hizi heri zote ukianza kuchukua moja moja hakuna heri ambayo sister itamkosa. Heri zote hizi sister anazo na amejitahidi kuzi amezi, si kwamba lizaliwa nazo lakini amezichukua na kuzitengeneza na kuzibeba akaishi nazo tunaomba tunamuomba Mungu katika hizi heri zote hizi, yeye ndiye aliyetaja hizi hizi. Tumuombe huyu aliyetaja hizi heri, kwa kutumia hizi hizi heri, roho ya sista wetu iingie sasa. Tumuombe Mungu sisi sote tujiandae, tujiandae tu kwa kifo kilicho chema. Tumesikia, kumbuka mwaka fulani mwaka fulani mwaka fulani ilikuwa zilozilo, nilimzika mama mmoja vizuri kabisa. Na unajua sasa, na kile kigango, hata cheteso walikuwa hawajawahi kuona, sijui <laughs> basi tukapiga cheteso, yani tukapita watumikia jirufufuu, na watu wamekana, wanakwaya wanaimba, na kanisa limejengwa kwa vipya. Basi mama mmoja akafa. Huyu mama alipokufa kwa kweli tukamzika. Mimi nikasema kwa kweli huyu tumemzika vizuri. Tunaenda kwenye kaburi lake sasa, kwenda kumzika, wananchi wanatu wanatazama, a wakristo wanazika vizuri, wanazika vizuri <coughs> baada ya mazishi, mmoja akaja, ee, padri, mmemzika vizuri, mmemzika lakini alikuwa kuturutumi <laughs>